Kwenye kata yangu ya Sangambi kazi tayari ameshaimaliza yeye hatumdai, lakini sisi kama wananchi wa Sangambi na tuna deni na yeye kubwa sana. Cha kumlipa sisi hatuna isipokuwa zawadi. Sasa nikiwa mimi kama kiongozi namba moja, e, kama mwakilishi wake namba moja kwenye kata yangu hii ya Sangambi, ninachomwahidi ni kula za kutosha. Sijui atabebea kwenye kikapu gani, lakini wakati ukifika, ndio tutajua kwamba mama ameupiga mwingi, wala hana mbambamba. Mheshimiwa diwani huyu apewe nafasi, ana uwezo mkubwa wa kuwasaidia Ameleta mawe mwenyewe yote ya kuweza kutosha kujenga mabweni mawili. Ameleta mchanga wa kutosha kwa ushirikiano wake na wananchi. Kama ingekuwa ni kwa ridha yangu, ningesema mheshimiwa diwani aendelee kuisogeza hii kata hata, hata kwa miaka mitano ijayo. Pia nitoe pongezi na shukrani kwa mheshimiwa Junjulu Ndete Muhewa. Amekuwa ni sehemu ya kuhamasisha wananchi kwa kazi aliyoifanya kwa kata yetu ya Sangambi ni kazi kubwa na kazi ngumu. Kila mmoja anajisevia maji kama anavyotaka, hata zile DP tulizoweka watu wanachota maji wana amani sasa, kwa sababu ndoo moja ni shilingi hamsini. Tulikuwa tunanunua ndoo moja shilingi mia mbili hamsini, shilingi mia tano, shilingi mia tatu kwa mtu anaona amerahisishiwa maisha kwa kuchota maji shilingi hamsini ndoo moja ya lita ishirini Mimi naomba aongezewe miaka mitano ili tupate miradi mingine katika kata yetu. Usikosee, ukikosea ni miaka mitano umekosea. Mimi ni mheshimiwa diwani mzoefu, na nimeingia kwenye historia kwa maana, baada ya kuingia tu mama yetu Samia Suluhu Hasani, umiminikaji wa fedha za maendeleo umekuwa wa kiwango cha hali ya juu, lakini tangu ameingia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, mapesa mengi yameenda mpaka kwenye e, shule shikizi mpaka kwenye vitongoji e, hatuna cha kumpa mama, lakini mimi naomba ni mwahidi tu kwenye kata yangu ya Sangambi, kazi tayari ameshaimaliza yeye, hatumdai lakini sisi kama wananchi wa Sangambi, na tuna deni na yeye kubwa sana. Cha kumlipa sisi hatuna isipokuwa zawadi. Sasa nikiwa mimi kama kiongozi namba moja e, kama mwakilishi wake namba moja kwenye kata yangu hii ya Sangambi, ninachomwahidi ni kula za kutosha, sijui atabebea kwenye kikapu gani, lakini wakati ukifika ndio tutajua kwamba mama ameupiga mwingi wala hana mbambamba. Tumesema mitano tena kwa Mheshimiwa Rais na pia mitano tena kwa Mheshimiwa mbunge eh, Njeru Masache Njeru Kasaka, ambaye tunashirikiana kuna fedha ameleta kwenye kata yangu, kama ilivyo ametoa fedha Igundu, ametoa fedha Idenderuka, ametoa fedha kutoka mfuko wa, wa, wa jimbo. Kwa hiyo tumesema mitano tena kwa, kwa, kwa mama haina shida, na kwa mheshimiwa mbunge mitano, na hata mimi, mimi, mimi mitano tena kwa sababu kazi ambazo zimefanyika kwa kipindi chetu, kazi zenyewe tu zinajiuza. Mimi mpaka sasa na shule za msingi zisizopungua sita, eh, sasa nimepokea fedha kwanza. Kuna shule ya msingi Junjuru ambayo iko kwenye kijiji cha Shoga, tumepokea zaidi ya milioni samanini kwa ajili ya madarasa manne. Nimepokea milioni arobaini shule ya Shikizi ya Mapaliji A ambayo yenyewe tumepata milioni E, milioni arobaini. Lakini shule ya msingi Junjuru e, pia nilipokea fedha zaidi ya milioni kumi na tatu kwa ajili ya umaliziaji wa vyumba vya vyoo, lakini pia nilipata zaidi ya milioni sita kwa ajili ya umaliziaji wa vyoo shule shikizi ya, ya Junjuru na zenyewe zote bado zinafanya kazi na hii shule ya msingi Junjuru tayari imefunguliwa na wanafunzi wanaendelea kupata huduma. Hiyo ni katika kijiji cha Shoga. Tukija kwenye kijiji cha, cha Igundu kuna shule ya, <coughs> shule ya msingi Muungano pia na kwenyewe nilipata fedha milioni sita kwa ajili ya umaliziaji wa, wa vyoo lakini pia nilipata fedha zaidi ya milioni mbili kupitia mfuko wa mheshimiwa mbunge. Hiyo ni kupande, upande wa elimu kwenye kijiji changu cha, cha Igundu. Lakini tukija kwenye kijiji cha Sangambi pia nimepokea fedha kutoka kwenye mapato ya halmashauri ya wilaya ya Chunya zaidi ya milioni ishirini na tano kwa ajili ya umaliziaji wa madarasa mawili shule ya shule ya msingi ya ya, ya Twiga, lakini pia nilipokea fedha eh, jengo shule, shule, shule, ya, shule ya, ya msingi ya ya Idenderuka ilipata hitilafu kwa maana kipindi cha mvua iliyezuliwa, lakini kama halmashauri watusazia fedha kwa ajili ya umaliziaji eh, lakini nikija kwenye shule mama ya shule, msingi, shule msingi ya msingi ya Sangambi nimepokea fedha eh, zaidi ya milioni hamsini eh, kwa maana kulikuwa na mradi pale wa wenzetu hao wa waosha walisaidia fedha kwa ajili ya shughuli za vyoo na mradi umekamilika. Eh, watoto wetu wa shule ya msingi wanaendelea kupata huduma. E, wakati naanza e, udiwani, e, kata yangu haikuwa na, na, na sekondari lakini kupitia jitihada za wananchi pamoja na serikali na wadau tulianza ujenzi e, wa, wa sekondari yetu ambayo imeanza rasmi elfu mbili na, na kumi na tisa e, na hii ni baada ya kupokea fedha zaidi ya milioni mia mbili na kumi zaidi ya milioni mia mbili na kumi ambayo tulitengeneza madarasa kumi kwa ajili ya uviko eh, watoto wanaendelea wa, wa si hivyo tu tumepokea eh, fedha nne kwa ushaji wa, wa maabara eh, ya vyumba vinne ambapo watoto wanaendelea kupata huduma ya, ya maabara hii hii ni kwa ajili ya sekondari si hivyo tu eh, kupitia mapato ya ndani Ehe, tumepata fedha zaidi ya milioni mia mbili e, hii ni ya ujenzi wa hosteli mbili kwa maana ya wavulana pamoja na, na, na, na wasichana. Vijiji e, vyangu vina zahanati tatu. Wananchi wanaendelea kupata huduma e, lakini nikija upande wa, wa, wa kata tuna kituo kimoja kikubwa. Kupitia mapato ya halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa mara ya kwanza tulipewa fedha milioni mia nne na sitini. Na sasa tumepewa fedha zingine milioni mia mbili themanini kwa ajili wa kwa ajili ya umaliziaji wa kituo chetu cha afya. Hiyo ni miradi ya afya upande wa kata, lakini serikali inayoongozwa na jemedari mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi eh, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano. Hiyo ni miradi tu ya upande wa afya. Miundombinu ya maji eh, <coughs> kata yangu kwanza ilipata milioni mia, mia tano na saba kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji ambao wananchi wa kitongoji cha majengo na wananchi wa makao makuu ya kijiji e, mradi umekamilika na wananchi wanaendelea kupata huduma. Si hivyo tu, nimepokea fedha e, milioni mia nne kupitia wenzetu wa CSR. E, mradi huo umefanyika kwenye kijiji cha Igundu umekamilika, na wananchi anaendelea kupata huduma. Lakini si hivyo tu kwenye sekta ya, ya, ya maji eh, tayari tumechimba visima viwili kwenye kata yangu. Tumechimba kisima kijiji cha Ishoga maji tum, tumeyakuta na mkandarasi yuko saiti kwa ajili ya ukamilishaji ili wananchi waendelee kupata huduma. Lakini si hivyo kwenye kitongoji cha Idenderuka tumechimba kisima eh, maji tumeyakuta, lakini kwa sababu ya ufinyu wa fedha tunaangaika sasa sisi kama serikali. E, mara tutakapopata hizi fedha basi na wenzetu wa, wa Idenderuka uweze kupata huduma huduma huduma, huduma ya maji, lakini tukija kwenye miundombinu mingine ya umeme Eh, wakati mimi naingia madarakani ni kijiji kimoja tu kilikuwa kinapata huduma ya umeme, lakini mpaka sasa nazungumza eh, kijiji cha Igundu eh, eh. na kulikuwa na kauli chafu zilizungumzwa hapo awali kwamba wananchi wale wasinge wasingeweza kuona umeme mpaka Yesu atakaporudi, lakini Mungu si asumani, kabla Yesu hajarudi, wananchi wale wanaendelea kupata huduma ya, ya umeme hali kadhalika eh, kutoka makao makuu ya kata eh, mpaka mwisho wa eneo langu la utawala kwa maana ya kijiji cha Shoka pana zaidi ya kilomita ishirini na tatu mpaka ishirini na tano eh, wananchi wanaendelea kupata huduma ya, ya, ya, ya umeme eh, ngani, nikija kwenye miundombinu mingine ya, ya barabara, nafikiri mwandishi wa habari wakati unakuja eh, umepita kwenye barabara, zamani ilikuwa unachukua zaidi ya saa moja kutoka pale kwenye lami kuja hapa lakini saa hizi sidhani kama umemaliza hata daka ishirini. Hii ni kwa sababu, sababu gani? Nimope, nimepokea fedha zaidi ya milioni 400. Hizi fedha zimetoka serikali kuu kwenye tozo ile 100 ya mafuta tunayakatwa, na mimi nimepewa hizo fedha zaidi ya milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Kama nilivyozungumza, kuna baadhi ya changamoto eh, changamoto ya kwanza eh, kulingana na jiografia ya, ya, ya, ya, ya kata yangu kuna maeneo yako mbali ambako huko wanapatikana wafugaji pamoja na wachimbaji, kwa maana eneo zima la Shoga limekosa mawasiliano, lakini kupitia serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan walikuja wenzetu hawa wa, wa mfuko wa mawasiliano wanalifanyia kazi. Ni mategemeo yangu mimi kabla ya kuingia kwenye uchaguzi watakuwa wamekamilisha, kwa sababu mwaka jana tuliitwa kwenye semina, tuna zaidi ya minala mia, mia, mia, mia, mia nne na, na, na, na kitu ikiwemu na kata yangu itapata hiyo nani, lakini tuna swala lingine la miundombinu kwa maana ya umeme e, kwenye umeme kwenye kitongoji cha Idenderuka imekuwa ni tatizo, lakini habari njema zilizopo, kuna mwekezaji uko jirani e, ni mwarabu anaitwa mwarabu ni juzi tu ameshusha nguzo za umeme. Kwa hiyo bado sasa tutaipunguzia serikali kutoka anapoishia yule mwekezaji kwenda Idenderuka ni jirani, ni matumaini yangu sasa E, kupitia sasa au wenzetu wa TANESCO e, kwa sababu tayari watakuwa wamesharahisiwa ni rahisi kutoa nguzo za umeme kupeleka kwenye kitongoji cha, cha Idenderuka. Pia nitoe pongezi na shukrani kwa Mheshimiwa Junjulu Ndete Muhewa, amekuwa ni sehemu ya kuhamasisha wananchi kufanya maendeleo, aidha kwa upande wa kilimo. Pia amehamasisha, alikuja na jopo lake mwaka majuzi kuhamasisha kilimo kwa kauli ya rais kwamba watu tunatakiwa tuwekeze kwenye kilimo alikuja alihamasisha, nami nikachukua hilo point nikaifanyia kazi. Nampongeza kwa sehemu, ameweza kusimamia hata barabara, tulikuwa tunashindwa kupita hii, nadhani gari zilikuwa zinakwama, lakini kwa mwaka huu amefanya vizuri sana. Tunaona barabara hizi, gari haziwezi kukwama, tunapita vizuri, gari ndogo za chini zinaweza kupita vizuri bila shida yoyote. Ni wakati ambao tumefanya kazi kupita wakati mwingine wote, mimi na mheshimiwa wangu diwani kwa sababu hasa mimi kwa kusimamia na yeye kwa ku finance kwa kitu fulani kuleta fursa. Sasa kama wataona kwamba watataka kufanya majaribio ni wao tu, lakini niseme tu wasipende kujaribu. Mheshimiwa diwani huyu apewe nafasi, anao uwezo mkubwa wa kwasa, kuwasaidia kama nilivyosema, alianza kituo cha polisi kwa yeye kwa kushirikiana na na wadau ndio idea yake imeingia pale mpaka tukapewa fedha shilingi milioni tisini na mbili. Kituo cha polisi yeye ndio katoa idea, alikaa pale kahamasisha wadau wenzake, a anasimamia mwenyewe kwa kutumia nguvu, ameinua ukuta tukapata fedha fedha. Zile zisingekuja bila nguvu yake, kwa hakika anaanzisha ile kitu. Sasa ni diwani gani anaweza kufanya vitu vya namna hiyo? Mimi niseme tu kwamba wananchi wa, wa Sangambi kipindi hiki tunaingia kwenye cha uchaguzi ni kipindi ambacho cha kujitathmini wenyewe, kuangalia kilichofanyika, lakini kuangalia viongozi ambao wameunga mkono kwa kiasi kikubwa, wahakikishe sasa wanatusaidia kufanya yafuatayo. Kwanza, kwa mheshimiwa wao diwani ambaye amekuwa kipaumbele na kujali kupoteza muda wao mwingi kwa kuhakikisha anahangaikia wananchi wake waliompa kula. Lakini pili, wamkumbuke mheshimiwa mbunge ambaye anakwenda kwa kiasi kikubwa amekuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha miradi inaku, inakuwepo kwa maana ndio msemaji mkuu. Mwisho kabisa, sasa ni hakikisha kwamba tunapeleka kula zetu zote kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba tupeleke kula zote kwa mama yetu, ndugu yetu, mkuu wetu jemadari wetu, Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi aliyoifanya kwa kata yetu ya Sangambi. Ni kazi kubwa na kazi ngumu ambapo ametupa faida. Wanawake tulikuwa na kazi ngumu ya kufuata maji korongoni, maji ambayo hayana TBS, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru mama kwa kutuletea maji ya hela nyingi, maji ya thamani yaliyowekwa dawa ambayo kila mwananchi anayatumia, kila mmoja anajisevia maji kama anavyotaka. Hata zile DP tulizoweka watu wanachota maji, wana amani sasa kwa sababu ndoo moja ni shilingi hamsini. Kwa hiyo mtu akichota ndoo tano, mia mbili hamsini anaona sio shida. Tulikuwa tunanunua ndoo moja shilingi mia mbili hamsini shilingi mia tano shilingi mia tatu. Kwa mtu anaona amerahisishiwa maisha kwa kuchota maji shilingi hamsini ndoo moja ya lita ishirini. Kwa hiyo mama, mi naomba ongezewe miaka mitano ili tupate miradi mingine katika kata yetu. Asante mama, na Mungu akubariki. Wa ndugu wanawake wenzangu naomba niwaalike kwanza. Tuna kazi moja ya kuchagua viongozi wetu wa nchi ambao ni rais, madiwani hao wote nitakao tuchague, kwa naomba tuwe makini katika kuifanya hii kazi, kwa sababu hao waliokuwa madarakani ndo walioleta maendeleo mpaka tumefika hapa, tumepewa maji. Mi naomba hii kazi ya kuchagua, naomba mwanamke mwenzangu, siku ikifika ya uchaguzi, jiandae, nenda mapema, nenda akachague, usikose. Ukikosea ni miaka mitano umekosea. Kwa naomba nikualike mwanamke mwenzangu usitishwe na hela, usitishwe na vitenge, usitishwe na chochote. Nenda kwa kujiamini kwamba nakwenda kuchagua ambayo unajua wewe atakuletea maendeleo kama tulivyopata maendeleo tulikuwa tuna vitu vingi, tulikuwa tuna sekondari. Madiwani wamefanya kazi, rais amefanya kazi, lakini sasa hivi tuna shule nzuri, tuna vyoo vizuri, tuna sekondari nzuri, na nafikiri miaka mitano inayokuja kazi itakuwa ni nzuri. Naomba tuwaamini viongozi wetu walioko madarakani, ikiwezekana, ikiwezekana tuwape mitano tena. Namshukuru sana mheshimiwa diwani kwa ushirikiano wake mzuri sana, ushirikiano mkubwa Tuseme, mheshimiwa diwani ameshiriki kwa kiasi kikubwa sana katika ujenzi wa haya mabweni. Ameleta mawe mwenyewe yote ya kuweza kutosha kujenga mabweni mawili, ameleta mchanga wa kutosha kwa ushirikiano wake na wananchi. Lakini amekuwa kipaumbele sana kwenye, kwenye, kwenye shughuli za elimu. Katika miradi yote tunayopewa, huwa hakai mbali, anahakikisha yote inasimamiwa vizuri na wananchi wanafanya yale wanayotakiwa kuyafanya, kwa ukaribu na kufuatilia utekelezaji wake kwa ukaribu. Ikiwezekana, kama ingekuwa ni kwa ridhaa yangu, ningesema mheshimiwa diwani aendelee kuisogeza hii kata hata hata kwa miaka mitano ijayo, lakini naamini litatokea hivyo kwa sababu nguvu yake inaonekana kwa wananchi. Nilianza hapa kama mkuu wa shule tukiwa na vyumba vinne vya madarasa, katika vyumba vinne hivi vya madarasa nilipata historia kwamba vyumba viwili alihangaika navyo mheshimiwa diwani kwa hela yake ya, ya kwake binafsi. Na mheshimiwa wetu diwani atamwangusha ya pia na mbunge wetu amekuwa mkono ametuunga kwa mkono wa karibu sana katika ujenzi huu. Nakumbuka mwaka jana ametupa milioni nane kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la nyumba ya mwalimu. Mpaka sasa hivi walimu wanakaa kwenye hiyo nyumba, wanakaa walimu wawili. Kwa hiyo mchango wake ni mkubwa sana katika eneo hili. Niseme tu asante sana kwa ajili ya kututembelea, lakini Tunashukuru kwa mchango wa serikali.